Leo tulikuwa na kikao kazi cha kuhakikisha kwamba tunawajengea uwezo wa wafanyakazi wetu wa mamlaka katika ngazi zote, katika ngazi ya uongozi pamoja na wafanyakazi katika kada mbalimbali, ambapo tumepata fursa ya kuweza kupata mafunzo kutoka kwa Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete, ambapo wameweza kufanya upimaji kwa wafanyakazi katika taasisi yetu. Awali ya yote, napongeza sana kwa hatua hizi ambazo zimechukuliwa na taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Tulitarajia kwamba wagonjwa wanakwenda hospitalini, lakini wao wameweza kuchukua hatua za kuweza kutufata ofisini, na sisi tukaweza kutoa fursa kwa wafanyakazi wote ambao walikuwa na utayari wa kuweza kupima uh, magonjwa ya moyo lakini kuweza kupata ushauri ambao utawasaidia wafanyakazi wote kuweza kuchukua hatua stahiki kutokana na matokeo ambayo yameweza kufanyika. Lakini jambo lingine ambalo ni la kimsingi, tumeweza kupata uelewa uh, kwamba sasa hivi taasisi hii ya moyo inayo matawi eh, ambayo yako sehemu mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam ikiwa ni pamoja na kule eh, Kawe pamoja na Oysterbay. Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete ikiendelea kutanua wigo wa utoaji wa huduma, kwa awamu hii sasa tunafika katika kampuni pamoja na mashirika binafsi, ambapo yanaweza yakasaidia kwenye ku uh, angalia pia afya za wafanyakazi wao. Katika hatua moja ama nyingine, tumefanya uelimishaji wa afya katika mambo ya moyo katika taasisi ya Capital Marketing and Security Authority, ambapo lengo lilikuwa ni kuwapima, lakini pia kuwaelezea kuhusu matatizo yatokanayo na mashinikizo ya damu pamoja na magonjwa mengine yanayoambatanisha. Tulichokuja kugundua kwamba uhitaji wa huduma bado ni mkubwa na kuwafikia mahala walipo ni moja kati ya njia sahihi ya kuongeza wigo wa kuwasaidia. Tunajivunia kuwa na wataalamu ambao wameweza kutoa huduma hizi, kwa upande wa lishe, kwa upande wa technologist, pamoja na watafiti wetu lakini pia tumetoa mafunzo ya namna huduma changamoto za moyo zinaweza zikaathiri, uh, utendaji wetu na afya ambazo zitakuja kuharibu ubora wa maisha ambayo tunakuwa nayo. Wamepata nafasi ya kupata vipimo, lakini pia wamepata ushauri kuhusiana na magonjwa ya moyo, uhusiano uliopo na lishe bora. Kwa hiyo wateja wetu leo tumeweza kumshauri mmoja mmoja umuhimu wa lishe bora katika kujenga afya bora ya moyo, lakini pia tumeweza kuwashauri namna bora ya kuchagua makundi ya chakula chao, kwa sababu uelewa mkubwa kwenye kuchagua makundi bado upo chini kwenye jamii. Kwa hiyo kama Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete sasa tumeamua kuwafikia wananchi kule waliko, ili waweze kupata uelewa zaidi kwenye masuala ya lishe hii itawasaidia kuendelea kulinda afya ya mioyo yao, lakini pia kwa wale ambao tayari wana magonjwa haya ya moyo itawasaidia kuishi na magonjwa haya kwa furaha, bila kupata msongo wa mawazo kutokana na nini wale na nini wasili. Kwa siku ya leo, taasisi yetu imepata bahati ya kutembelewa na wataalamu, ikiwemo madaktari na wataalamu wa lishe kutoka taasisi ya JKCI na tumefaidika kupata elimu ya magonjwa, upande wa magonjwa yasiyoambukizwa, pia kupata fursa ya kuweza kufanyiwa vipimo na kupata ushauri mbalimbali mbali wa madaktari kuhusiana na aina ya mtindo wa maisha ambao tunatakiwa tuishi, ili tuweze kujilinda na magonjwa haya, lakini pia tumepata nafasi ya kupewa ushauri katika masuala ya lishe kutoka kwa wataalamu wa JKCI na kutueleza ni namna gani tunaweza uh, kuwa na sahani sahani yenye afya au sahani bora katika masuala mazima ya ulaji uh, ni virutubisho gani tunatakiwa tuvile kwa wingi kulingana na uzito wa mtu na kulingana na hali ya ujumla ya kiafya ya muhusika. Afya ya moyo wako ni jukumu letu sisi JKCI.